Pira ule nana atakutana nayo Valentino uma Karabwe Samu amechelewa. Jafari Salum Kibaya ataonesha ubaya, Kibaya Jafari Salum Kibaya ameonyesha ubaya mbele ya Musa Kamera. Pimpin atajilaumu sana, Karabwe Samu, Karabwe Samu atajilaumu kwelikweli. Mapigo na mwendo wanapiga mwendo Jafari Salum Kibaya, mmoja kati wa washambuliaji hatari kwelikweli. Mohamed Husseini macho yamemtoka kisakaa. Tazama kosa Valentena malipiga alipiga pas Karabusamu. Inspekta akashindwa kuinspekti mpira ule. Kacheza straiki nzuri kwa mguu wake wa kushoto Jafari Salum Kibaya, look at that, mpira ukaenda kujunda pale Spiderman. Musa Kamara alijaribu kucheza na meuona, atafuta upenyo nan na atakutana na mpira ule. Muhammad Hussein anaitoa maamuzi, anasema ni mkwaju wa penalty. Kefa akaiomba referee kutoka Mbeya, anasema ni mkwaju wa penalty kwa Simba Sports Club. Ilikuwa ni mpira mrefu ambao aliucheza mchezaji wa Mashujaa, Simba akaurudisha ndani, maamuzi akasema Abdul Nasir, na hili ndio tukio lenyewe mwenye jukumu la kupiga kwa juu wa penalty Mbida Ateba Salmo Nyika. Simba Sports Club anazinduta kutoka usingizini kupitia kwa mkwaju wa penalty wa Lionel Christian Mbida Ateba. Chukwani ni shangwe, Ateba alipiga. Sasa stari wao boom boom, boom. shakalaka shakalaka boom Daniel Kamba golikipa, lakini like wapi makofi anapigwa pale, anaweka pembeni kumtafuta shabu, watu wamepanda. Simba anatafuta Shomari Kapombe, anazunguka pale, mwamuzi anasema nini? ni fao? mwamuzi anasema ni nje, Shomari anasema ni ndani. Hii bwana mwamuzi amekunika ane... mkojo wa penalti bila shaka mwamuzi msaidizi nambari mbili Nema Mombashi ndio akamwambia ni ndani ya penalty area Somari Kapombe ile contact ilifanyika ndani ya penalty area Somari Salum Kapombe wana nafasi Ateba, Ateba! Lionel Ateba! ni kama mtu ana mafua makali